Bwana Yesu asifiwe, ndugu yangu mtazamaji. Ninakusalimia tena siku ya leo kwa jina la Yesu. Kwa majina, anaitwa mchungaji Joshua Mabindo. Basi nikukaribishe sana tena katika ibada ya leo karibu sana ndugu yangu mtazamaji basi hebu acha niombe baba nakushukuru kwa ajili ya wakati huu wewe ni mungu mwema mungu uliye mwaminifu niko madhabahuni hapa kulinena neno lako nakuomba mungu ukaseme na huyu mama ukaseme na huyu baba ukaseme na kila mmoja moja kwa jina la yesu kristo baba nimeomba haya na nimeamini kupitia jina la yesu itikia amina kubwa sasa ndugu yangu leo niko hapa madhabahuni kwa jambo moja tu naomba nisikilize kwa jambo moja tu kupiga kelele na ninapiga kelele kwa habari ya dhambi. Nisikilize kama uko hapa, upo kwenye mfumo wa dhambi, bangi hujaacha, tumbaku hujaacha, pombe hujaacha, sigara hujaacha, hii kelele ninayoipiga madhabahuni hapa ni kwa ajili yako, sio mwingine. Naomba nisikilize. Maisha yako yametawaliwa na mfumo wa dhambi, hujaacha dhambi. Sigara kwako ni kawaida, pombe kwako ni kawaida, tumbaku kwako ni kawaida, bangi kwako ni kawaida, na dhambi zote za kila namna kwako ni kawaida. Acha nikwambie, hii kelele inakuhusu. Bwana amenipa neema ya kusimama madhabahuni nikupigia kelele. Haijalishi una ndevu, huna ndevu, haijalishi libabu, haijalishi li baba mama, hii kelele inakuhusu. Mungu anasema na wewe ukaache mabaya, ukaache dhambi. Bibili nasema ya kwamba Piga kelele, usiache, paza sauti yako, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao. Niko mahali hapa na kupiga kelele, wewe ambaye hujaacha sigara, hujaacha tumbaku, hujaacha bangi, hujaacha pombe. Mungu anakuonya, wele, Mungu anakuonya leo, ukaache hiyo njia mbaya, ukaache uovu, ukaache dhambi acha nikwambie, ukiacha njia yako mbaya, Mungu atakusamehe, Mungu atakurejesha. Ninapiga kelele kwa ajili yako, hii kelele ni kwa ajili ya faida ya roho yako ni kwa ajili ya faida yako, sio faida yangu. Ni kwa ajili ya faida yako. Hii kelele inakuhusu. Ninakwambia leo, tumbaku ni mbaya, pombe ni mbaya, bangi ni mbaya, ugoro ni mbaya. Acha mwanadamu wewe, hata ukinichukia ni sawa tu. Hata kama ukiniita kwa majina mengi ni sawa tu. Mimi niko tayari. Niko tayari. Lakini nataka roho yako ipone. Nataka roho yako iwe na mwisho mwema. Acha nikwambie, ukiacha mabaya, ukaacha dhambi, ukaacha uovu, acha nikwambie, roho yako mama, roho yako baba, itakuwa salama. Ninachotafuta leo, roho yako mama, iwe salama. Na ndio maana leo nimekubali kukupigia firimbi, kukupigia kelele, kwa habari ya pombe, kwa habari ya sigara, kwa habari ya bangi, kwa habari ya tumbaku roho yako nataka iwe salama mama, nataka roho yako baba iwe salama. Ndugu yangu, nemsikiliza, tafuta mwisho mwema, mtafute Mungu ukaache mabaya. Acha nikwambie, huyu Mungu atakusaidia, huyu Mungu atakusamehe. Uko mahali hapa, unatamani tamani uache dhambi, funga macho. Kunikombe Baba, asante kwa jeu mama, ninatumu kwa ajili yake ninaomba neema kwa ajili yake, ninamwombea neema ya kushinda dhambi, ninamwombea neema ya kuwacha mabaya katika jina la Yesu Kristo. Na achilia nguvu ndani yako, na achilia uweza ndani yako. Mungu akupe neema ya kushinda dhambi, ya kushinda mabaya, ya kushinda uovu. Pokea nguvu ya kushinda dhambi kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Mungu inapita ndani yako, hiyo kiu ya sigara inaondoka, kiu ya pombe inaondoka, kiu ya bangi inaondoka. Mungu akupe kiu ya kushinda dhambi ya kushinda mabaya ya kila namna katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, itikia amina kubwa, ndugu yangu. Mungu akubariki, ninaamini umebarikiwa. Asante sana, Mungu na kushukuru Mungu kwa ajili ya huyu mama, umeleta matokeo makubwa katika maisha yake Baba. Nimeomba haya na nimeamini kupitia jina la Yesu, itikia amina kubwa, ndugu yangu, ubarikiwe. Hii kelele ilikuwa ni kwa ajili yako, ni kwa faida ya roho yako wewe mwenyewe ubarikiwe, ndugu yangu mtazamaji. Mchungaji Joshua, ninawapenda sana watu wote. Amen.